Mtazamaji wa ITV, hii ni barabara ya Sam Nujoma ambayo inaunganisha Mwenge pamoja na Ubungo, lakini pengine kutokana na ugumu wa maisha ama dhuluma, tumepata taarifa kwamba kuna mtu ameamua kuishi katika handaki katika pori hili ambalo tunaliona hapa, na kutokana na hali hiyo kutokuwa hali ya kawaida, ITV imeamua kufuatilia kuweza kufahamu kwa undani kuhusiana na tukio hili, na ni kweli yupo, yupo hapo, anaitwa Chacha Wangwe. E, yupo hapa anaishi na nyinyi na, na mmefahamu kwa muda gani ama kwa kipindi gani kwamba bwana anaishi katika maeneo haya? Tumeanza wote kuja hapa kabla ya maua hayaja kuwepo hapa. Naruhusiwa kuingia eh? Asante bwana. Haya ndio makazi yako? Haya ndio makazi yangu. Karibu, karibu. Asante, asante. Katika eneo hili la makazi ya bwana Chacha ambapo kuna maandishi yanayohusu katiba mpya. Na mara baada ya kukaribishwa katika nyumba anayoishi bwana Chacha Makenge mwenye umri wa miaka 36 na kutakiwa kusaini katika kitabu cha wageni, mwenyeji wetu anaanza kwa kuwataka Watanzania kutokuwa na moyo wa visasi kwa wale ambao wamewatendea vibaya, huku akimtaja rafiki yake kuwa chanzo cha yeye kuishi maisha hayo baada ya kumtumia nyumba yake miaka minne iliyopita. Ee, mimi nimefanyiwa ni hivi, lakini siwezi kulipa kisasi, kwa hiyo ntafanya hivi, kwa sababu mimi siwezi kukaa katafakari kwamba nifanye vitu vibaya wakati nina uwezo wa kufikiri kufanya vitu vizuri ee, kwa hiyo siwezi kuumiza akili yangu kwamba nikae, e, kwamba nifikirie kufanya matendo mabaya, siwezi pia. Bwana Chacha anaelalamikia serikali kwa kutokuwa na utaratibu mzuri wa kuwahudumia wananchi wenye wa shida pale wanapokwenda katika ofisi za umma kwa ajili ya kuelezea ya matatizo yao. Kwa hiyo tatizo ni kwamba katika ofisi nyingi za serikali hakuna reception. Umeelewa? Hakuna reception. Kila sehemu unakokwenda unakutana na wanafunzi, unaenda tu ni tarehe, mara huyo anakuzungusha hivi, huyo anakuzungusha hivi. Kwa hiyo taarifa ambayo inatakiwa ifanywe kazi, labda na waziri husika katika eneo husika. Hapati taarifa hiyo inaweza kukaa hata miaka mitano. Bwana Chacha pia anailaumu serikali kwa kushindwa kukusanya kodi, jambo ambalo limesababisha uwepo wa maisha duni kwa Watanzania. Serikali ya mitaa hizo ambazo tunazozungumzia zimeshindwa kukusanya kodi na ushuru kwa shughuli nyingi hata kama hii hapa unavyoona. Mimi hapa ningeweza kulipa kodi au ushuru wa kazi naifanya hii. Lakini wanadharau. Unaona kwamba mimi siwezi kulipa, anaona kama Baresa ndio anaweza kulipa kodi. Lakini wakati kumbe Baresa mwenyewe ananitegemea mimi ninunue ile bidhaa ndio iwe imelipa kodi. Lakini kuna kazi ambazo wananchi wanafanya katika mitaa ambazo zinaweza kulipa kodi na hela ikapatikana. Sasa hivi serikali serikali yetu ya serikali upande wa serikali za mitaa wanapoteza karibu bilioni 1.5 kwa saa, kule kwamba mimi tu ni mzalendo. Sasa ningekuwa kwamba mimi ni adui ningekuaje? Ongeza kujua kinachoendelea hapa. Inawezekana basi sio hapa tu, inawezekana hata katika nchi yetu kuna vitu vingi vya ajabu na ambavyo hawashughuliki navyo na watu wanafanikiwa kufanya mambo yao. Mimi nasikitika sana. Hili ni handaki ambalo liko hapa karibu na Mlimani City eh, katika barabara hii ya Sam Nujoma na hapa ndiko ambako Chacha Makenge anafanya maisha yake kwa takribani miaka minne sasa. Nikiripoti kutoka katika eneo hili la chuo kikuu katika handaki ile ambalo Chacha anaishi, mimi ni Emanuel Buhohela wa ITV.